Harrison Garama Kombe ndiye mshindi wa uchaguzi mdogo eneo bunge la Magarini baada ya kutangazwa rasmi na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Afisa msimamizi wa uchaguzi mdogo wa Magarini Joseph Mwafondo alimtangaza Kombe kwamba aliibuka mshindi baada ya kupata kura elfu kumi na saba mia tisa na nane na kumpiku mpinzani wake wa karibu Stanley Kenga wa chama cha DCP aliyepata kura elfu nane mia tisa na nane. Baada ya Kombe kutangazwa mshindi, mbwembwe mbwe, furaha na gwaride zilitawala katika eneo la Magarini, kaunti ya Kilifi viongozi mbalimbali walioandamana na Harrison Kombe wakiongozwa na gavana Kilifi Gideon Mngaro pamoja na gavana Mombasa ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha ODM Abdul Samad Sharif Nasri walimpongeza Kombe, huku wakiwarushia vijembe wapinzani wao wa kisiasa. Tunaambia wakifanya nyenye nye nye nye, fimbo tuna dawa, tuna dawa kuna wengine unajua wanajisema kwa wao wanasikiza ground. Mimi nawaambia hii alama, ukifanya namna hii huku kwetu tunasema sikio linauma, na wale ambao kwamba ni matabibu walisema sikio likiuma dawa yake ni chungwa. Pale mwanzo tulijaribu kuongea na wao, wakakataa kutusikiza, si ni hivyo? Na sisi ni wale watu ambao hatuitwi, na wametuita na tumeitika na kuitika kwetu ni kura elfu kumi na saba ni ushindi wa mheshimiwa Harrison Garama Kombe. Kwanza niwashukuru wale wote kama mlivyosikia ndugu yangu sa akisema, tuashukuru wote wala wale ambao walishirikiana na sisi, nimesema mheshimiwa rais na chama cha UDA. Haya haya, hakuchi hakuchi. Basi nichukue nafasi hii nimrudishie shukrani Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha masaa haya kuwa hapa na jinsi alivyokuwa nasi katika safari hii. Jameni, shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Pili, shukrani kwa wananchi wote wa Magarini kwa uvumilivu wenu, mwaka na nusu bila mbunge na mkavumilia sasa mimi langu ni moja tu, nitawafanyia kazi. Hata hivyo wakazi wa, wa Magarini wamepongeza ushindi huo Harrison Kombe, pamoja na kusifia chama cha ODM, huku wengine wakimtaka Kombe kuhakikisha ahadi alizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi huo mdogo anatimiza ahadi. Niko na furaha leo, ni hii gongoni hii nikipokea kiti chetu cha ODM. Niko shwari, 2027 tupo tena Tulichokifanya Magarini mwanzo tumedumisha amani, tukahakikisha kwamba tunafanya uh, uchaguzi wa haki kwa wale ndugu zetu wapinzani, tukahakikisha kwamba hatujakuwa na vurugu wala kauli yoyote mbaya, ila tu ni kwamba tumepiga kura kwa amani, kama vijana kama wakazi wa Gongoni. Uchaguzi ulikuwa fair, ulikuwa vizuri sana. Mwingi wangu mimi namwambia amani, na yale yote aliyoahidi aweze kuyafanya, kwa sababu watu walijitokeza kufanya kile ambacho kilikuwa kina kina inaji Eh, sasa bana ni wakati wa kazi eh, tupigie kazi. Sisi vijana vijana wana kazi. Atafute mbinu za sisi vijana kutuinua. Furaha yangu kubwa ni kwamba kura zimepigwa kwa hali ya amani. Tumeona katika maeneo mengine ya Kenya mpaka magari yamechongwa. Watu wamepata shida, lakini alhamdulillah shughuli za sherehe na mbwembe zimeweza kufanyika. Wananchi bado wanaendelea kushangilia eh, na viongozi wakiweza kutoa kauli yao kuhusiana na uchaguzi huu ambao umeweza eh, kufanyika katika eneo hili. Ni uchaguzi ambao ulianza na kampeni eh, baada ya kampeni basi, wananchi wakaweza kushiriki uchaguzi kwa kutekeleza jukumu lao la kidemokrasia kuweza kupiga kura, na hatimaye sasa unavyoona ni mbwembwe na shangwe za wakazi wa Magarini na wafuasi wa chama cha ODM na vilevile vile pia wafuasi wa broad-based government pamoja na wafuasi wa Harrison Kombe wa kuweza kushangilia. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtumi kutoka eneo la Gongoni, eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi. Coco FM, ladha ya pwani.